Shauri hilo la jinai namba mia moja sabini na nne la mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Washtakiwa wote kwa pamoja wanadaiwa kufanya kosa hilo kinyume na kifungu cha sheria namba mia tatu sitini na tisa cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya kumi na sita iliyofanyiwa marejeo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, mbele ya hakimu mkazi wa mahakama ya mwanzo mjini Morogoro Beata Richard, washtakiwa wote wamekana kutenda kosa hilo. Mahakama imeanza hatua ya kusikiliza shauri hilo na ushahidi upande wa mlalamikaji, ambapo shahidi wa kwanza ni mkuu wa operesheni za polisi wilaya ya Morogoro ASP Jofrey Karujendo, na ameieleza mahakama kwamba waliwakamata vijana hao Aprili mosi mwaka huu wakiwa jumla ya vijana 64 na 15 kati yao ni viongozi. Amesema kabla ya kuwakamata vijana hao walipigiwa simu kutoka kwa wazazi kutoka mikoa mbalimbali wakilalamika kutapeliwa fedha zao. Ameiambia mahakama kwamba vijana wanaoshtakiwa wanawarubuni vijana kuwatapeli fedha wazazi wao kwa kisingizio cha kuwaajiri. Shahidi huyo ametoa vielelezo vitatu mbele ya mahakama ambavyo ni daftari mbili pamoja na kitini ambavyo vimepokelewa mahakamani. Shahidi wa pili ni Rosemary Josefu, ambaye ni shangazi wa mmoja wa vijana anayedaiwa kurubuniwa, na ameiambia mahakama kwamba kijana wake aliitwa Morogoro kwa ajili ya interview ya kupata kazi na anapaswa kwenda na laki moja na nusu. Baada ya kijana wao kufika Morogoro, walipigiwa simu na kuambiwa kwamba kijana wao amefaulu interview, hivyo wanapaswa kutoa kiasi cha shilingi milioni tano na laki nane ili aweze kupata kazi. Kesi hii imeairishwa hadi Aprili kumi mwaka huu kwa ajili ya kuendelea na hatua ya usikilizwaji ambapo mahakama imeweka wazi kwamba dhamana kwa washtakiwa wote iko wazi kwa yeyote ambaye atafuata masharti ambayo yametolewa mahakamani hapa. Theresia Mwanga, Azam Nyuzi, Morogoro.